Nawasii wazazi na walezi, jeshi la kujenga taifa alitoi adhabu alitoi mateso, bali linatoa mafunzo, hivyo mwashauri na mwhamasishe vijana wenu kuhudhuria mafunzo haya kwa mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Mkawe vijana bora wakati wote kwa kujiepusha na vitendo ambavyo vitapelekea changamoto za utimamu wa afya ya mwili na akili. Ikumbuke kwamba vijana ni taifa la leo na kesho. Kwa muda wote wa mafunzo yao vijana hawa walijifunza mambo yaliyotajwa kwa uhodari na umakini mkubwa hadi kufikia tarehe ya leo. Vijana ambao hawakumaliza mafunzo idadi yao ni kumi na tatu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo suala la utoro. Kutokana na ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi, mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu katika mazingira yetu. Aidha, baadhi ya vijana wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Mafunzo haya yametuongezea ufahamu, uelewa, nia na moyo wa kulilinda taifa letu la Tanzania. Bravo. Mafanikio. Tumejifunza kutunza na kuthamini muda wakati wote. Chari, tumejengewa uzalendo, uadilifu na uaminifu kwa nchi yetu na rasilimali zake.